Kwamba Mungu anawapenda waishi kwa matumaini ya kwamba Mungu anawapenda waishi kwa matumaini na imani ya kwamba Mungu anaweza kuwanyanyua wa mahala pale walipolala, wameparaais viungo havina ushirikiano, mifupa haina ushirikiano, lakini utakapowapa tumaini, utakapo wafarishi, utakapo wajaza imani, kwa imani hiyo na kwa kujiamini huko na kwa kutumaini huko, basi Mungu anaweza kuinua na kufanya jambo muda wote katika mashaka. Haleluya. Haleluya. Yes. Mungu akamwambia Ezekiel, tabiri ya mifupa mikavu ha? Ipate kuishi tena. Nani aliyetegemea kama mifupa mifupa iliyozagazaga itakusanywa sehemu moja ipate kuishi tena eh, ipate kuwa hai nani? Kwa hiyo Mungu anaweza kufanya jambo lolote. Kwa hiyo wafarijini watoto yatima kiroho na kihisia, hisia zao mara nyingi wanakuwa ni watu ambao wanaojikatia tamaa, na wao wanapowaona nyi watu wazima mmekabilika, mnatembea ngingi ngingi ngingi nganga nganga, wao pia wanakuwa wanajiona katika hali ya huzuni. Kwa nini mimi nizaliwe hivi? Kwa nini mimi siwezi kufanya hili kwa nini mimi siko kama huyo? Alafu wewe na ujinga wako unamdharau mtu kama huyo, na wakati na yeye ndani ya famu zake ana mambo mengi anajiuliza, kwa nini yameombiwa katika hali hiyo. Haleluya. ni wakati wa kuatia tamaa eh, kuatia moyo, sio wakati wa kuatisha tamaa. Wafarijini kiroho na kihisia. Haleluya. Bwana tusaidie sana Yes. Jambo la nne, kuwalea kwa upendo wa Kristo, na kuwalea katika upendo wa Kristo, waleene katika upendo wa Kristo. Yaani chukulia mwili wao, chukulia maisha yao kama ya kwako, ali wanaoipitia jitu. Maandiko nasema tupendane sisi kwa sisi, mpende jirani yako kama unavyopenda nafsi yako, tuwapende katika upendo wa Kristo. Kwa hiyo tuwachukulie kama tunavyojichukulia sisi, tuwaone kama ni wenzetu. Kumbuka kwa Mungu sisi binadamu wote ni sawa, kwa Mungu sisi binadamu wote ni sawa, kwa Mungu sisi binadamu wote ni sawa. Ndio kwa maana kuna baadhi ya maandiko yanasema, Mungu ni mume wa ni nani? Ni baba wa yatima, ni mume wa nini, wa wajane. Kwa hiyo tufanyaje?